Naam, warigani, mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Kwa mara ya kwanza tunaona Kajala aki like picha ya Harmonize. Hapa nataka nikuelekeze kitu kimoja ni, ni kwamba Harmonize siku ya jana aliweka slide e, kama kumi na sita hivi yani ilika picha kumi na sita kwenye ukurasa wake wa Instagram ikiwemo pia na video. Sasa uh, tunaona kitu ambacho kimeweza kuwashangaza wengi ni kwamba katika hizi likes ambazo zinaonekana hapa e, imeonekana like ya Kajala, yani like ya Kajala imeonekana e, kutokana na e, watu na wambea ambao wamefuatilia vizuri inasemekana kwamba Kajala sasa hivi na Harmonize mambo yamekuwa mazuri. Sasa tunaona peji mbalimbali e, zimeweza kuzungumzia hilo swala na wengi wameanza kufuatilia kwa makini zaidi, imekuwaje mpaka e, Kajala akaweza e, kumfollow Harmonize na kulike eh, picha yake anamwanza tena kaka yetu sikukuu hii. Mwingine akasema kazi ipo, pengine itakuwa ni AI. Sasa mimi nikajaribu ku toka na kwenda kwenye peji ya Harmonize eh, kufuatilia vizuri kuhusiana na uh, hii sakata ambayo inaonekana kuendelea kupitia uh, ukurasa wake wa Instagram eh, je, ni nani ambaye ame eh, je ni kweli Kajala amemfollow Harmonize au si bwana, na, na kitu gani ambacho kinaonekana eh, kutokea na kitu gani ambacho kina kinazungumziwa kina zaidi kuhusiana na hili sasa. Ukienda ukataipu Kajala Frida kwenye peji ya Harmonize unamona Kajala eh, Harmonize amemfolo Kajala na tayari hawa wamekuwa marafiki tena. Nakumbuka hapo nyuma uh, Harmonize pamoja na Kajala kila mtu alimpa blok mwenzake, lakini sasa hivi mambo yameonekana kuwa ni mazuri. Tunaona pia naye Harmonize amemforo mm, Kajala eh, amemfollow Kajala. Kwa hiyo hawa wote wameonekana kila mtu akimfollow mwenzake. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba penzi limerudi upya mm, limerudi upya kama zamani, na kwa namna hiyo ni kwamba Kajala na Harmonize muda si mrefu wanaweza wakawa pamoja. Kumbuka kuna ile nyumba ambayo ilijengwa na Harmonize na bado inaendelea katika ujenzi mm. E, tunaona Harmonize anasema kwamba nyumba ile imemkosti takribani e, dola milioni moja na laki tano, zaidi ya bilioni tatu za kitanzania katika ujenzi huo. Na kiukweli e, kitu hicho kinamfanya Harmonize yashindwe kabisa e, ku, e, ku kujenga kwa sababu ni, ni pesa nyingi zimemtoka na hakutegemea kwamba angeweza e, ku, kuweza kutoa pesa nyingi sana kwa ajili ya kuweza kufanya eh, ujenzi, bali ameamua kumfungulia mke wake kampuni ya ujenzi. Sasa wengi wako wanajiuliza ni nani ambaye anazungumziwa hapa, ni mwanamke yupi ambaye Harmonize anamzungumzia? Kwa sababu wengi tunafahamu kwamba Kajala alikuwa na mahusiano na Harmonize na Kajala, kwa namna moja nyingine, waliachana na Harmonize lakini kumbe penzi limerudi upya, na hii ndio talk of the town eh, ndio jambo la mjini ambalo linaonekana kutrendi sana, na watu mbalimbali wameonekana kulifuatilia jambo. Lakini hii naweza kusema kwamba hii ni kwa mara nyingine tena, kwa sababu hiki kinaonekana kwamba eh, ni, ni kitu ambacho watu wengi hawajikitegemea kabisa, kwa sababu e, walidhani labda pengine hawa watu wameachana moja kwa moja, lakini bwana e, ni kwamba bwana, mapenzi la kweli huwa halifi hivi, bwana. Bwana hivi hivi hivi hivi bwana bwana, na tunakumbuka Juma Lokole alikuwa ni miongoni mwa watu ambao alikuwa hataki kabisa e, kuona e, Kajala anarudiana na Harmonize, lakini sasa ukitazama uh, vizuri unaona kabisa kwamba Harmonize hataki kabisa uzembe kwa katika hili jambo ni kwamba E, wale watu ambao kwa namna moja au hawataki e, pengine labda Harmonize na Kajala arudiani, basi imekula kwao, kwa sababu inaonekana uh, wengi walipinga, hasa wale mashabiki ambao hawamtaki e, Harmonize e, kwa hiyo e, kingine ni kwamba wengine wanasema pengine labda kitu ambacho kinamfanya mpaka Harmonize e, kurudiana na Kajala ni kutokana hajampata mwanamke ambaye kiukweli anaweza akaendana naye kipindi hiki na kitu hicho inaonyesha kabisa kwamba e, uh, mm -hmm. Harmonize anaona nyota yake ipo kwa Kajala kwa sababu Kajala bana, amefanya vitu vingi sana na inaonekana kabisa kwamba Kajala bado anamkubali Harmonize. Sasa ndio hicho e, kitu kinaonekana e, kutrendi kwenye mitandao ya kijamii uh, lakini kuhusiana na swala zima la blogs mbalimbali mbali, E, kulizungumzia hili swala e, wenyewe wanazungumziaji na mashabiki wanazungumzaji kuhusiana na e, Harmonize, e, pamoja na Kajala, e, kila mtu anaonekana kumfollow mwenzake, kweli wenzakeikweli kuna kitu ambacho kinaendelea kwa sababu inaonekana janja janja e, zimekuwa nyingi, lakini kile nikijaribu kuangalia hata kwenye peji ya Juma Lokole, naona kabisa kwamba hakuna ambacho e, kimetokea, hakuna ambaye E, ameonekana kulizungumzia, kila mtu amekuwa busy na jambo lingine. Najua Harmonize siku ya jana aliweka video ambayo ilionekana e, kuwashangaza watu wengi sana, hasa e, tunaona kwenye suala zima la kupaka makeup inaonekana watu wengi walizungumzia kusema kwamba Harmonize ni e, kama anazingua kwa nini apake makeup wakati inajulikana kabisa kwamba makeup ni za wanawake, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya video mpya inajiandaa, e, kwa ajili ya video mpya e, lakini pia e, kwenye swala hili la Harmonize pamoja na Kajala basi ndio watakao kuwa wanazungumzwa sana, kwa sababu tunaona mji umepoa wengine e, walikuwa nadhani labda pengine penzi la Zuchu pamoja na damu pengine lingetrend sana kwenye mitandao ya kijamii. E, lakini ni kwamba uh, Kajala na Harmonize penzi lao ilikuwa lina trend kuliko watu wengine na ilikuwa linazungumzwa sana. Uh, kipindi kile tunaona Paula alikuwa na mahusiano na, na Rivani e, lakini sasa hivi tunaona yupo na yupo na Harmonize. E, kwaona kabisa kwamba hapo hilo swala linaonekana kabisa kwamba he, linasubiriwa kwa hamu sana lakini pia tunaona e, kuna wakati uh, watu walikuwa wanadhani labda walikuwa wanatengeneza wana, wana kiki lakini hawa watu wamepitia mambo mengi sana mpaka kupelekana polisi, e, kwa, kwa matatizo ya hapa na pale tunakumbuka kuna video zilivuja na e, e, isemekana ni mkakati wa Simba e, kumpoteza de, Harmonize kwenye mziki wa Bongo Fleva mpoteza kabisa, kwa sababu zile video zilivyokuwa zimevuja, pengine tegemea labda angekunywa sumu au kujinyonga kabisa. Lakini ndio hivyo, hakuna kilichotokea. Lakini timu ya Amisa wamezungumzia, wakasema Uh, hawa waliumbwa kuwa pamoja but dunia inawachanganya. Naamini ipo siku tu, sikukuu hizo watu wapo windo. Amna bana, hiyo siku kuna ngoma. Na achia, mnakuza mambo sana wanangu. Inaonekana e, pengine labda mambo ya sikukuu ndio maana e, tunaona e, kila mtu anaonekana kumfollow mwenzake. Mwanzo wao wamepigana block e, kuna picha e, nyingi sana zimefutwa. Kumbe zilikuwa kumbe hazikufuta, zilikuwa zimewekwa active. Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe.